Walinitoa tu kwa mlango sikujua wenye wenye wananipeleke chenye chinaendelea. Kufika huko nikapata kuna wenzangu huko wanachapo pia, mi nikaingizwa huko na nikalala huko siku tatu kwa nachapo. Sasa sikujua chanzo nini. Hapo ndani walikuwa wameweka ndo na mitungi mbili ya maji. Makosa yenyewe chanzo muhimu hatukuambiwa, ilikuwa tu ni kuchapwa. Alafu munaambiwa tunafunga mlango tena tunaenda tena kirudi tena ni kuchapo. Kwa hiyo siku tatu ilikuwa tu kuchapo. Wakasimama tu hapo mpaka nikamaliza kuoga na wakaniambia baba umemaliza kuoga nikasema yeye hey, nimemaliza kuoga. Haya baba haraka toka tuende. Nani mwenye anakuita? Nikasema makosa ni nini? Hakuna. Wewe tuende. Twende unaitwa huko. Haya nikakaa mchana, niliingia saa kumi, nilipata hawa huko. Niingia saa kumi. Kuingia hapo ndani nikakaa kaa ikafika saa sita usiku. Saa sita usiku sasa ndio ikaanza sasa viboko. Walinichapa hii mapacha si mapacha. Nini? Watu walikuwa ndani wanaume na wanawake tulikuwa mchanganyiko ndani yake. Tulikuwa watu tisa. Kanu leacha mtoto. Kufika nikakaa chini akaambia aanze nikasi yenu. Ni nikasi wa ma. Ya wa mama waanza kunipika. Kunipika, wakanyang'anya vitu ilikuwa kwa ma, kwa matiti, simu, pesa, Simu moja nikapata, ingine sijapata, hakuna. Asubuhi aliniambia tuende, ukae na mtoto mwenyewe, atashughulikana apeleke mtoto shule Ngamusa. Kama ingekuwa mtoto, kwanini hiyo siku yote sinajua ni damu yenu? Kwanini ukumpeleka mtoto shule? hata hapana kootunaku